Akampa chakula akamletea chakula akamwambia, inuka ule. Nabii ananiambia kwamba hicho chakula, malaika anamwambia, safari yako ni kubwa kuliko hii, kula ushibe. Na alipokula kile chakula siku arobaini akula chakula hicho, chakula ndio kilimsukuma siku arobaini. Neno la Mungu alijaniambia kwamba jioni alikuwa na kunywa uchi Alipokula kile chakula siku arobaini ilikatika. Bwana Yesu asiwe sana, anaendelea kusema kwamba akainuka akala akanywa akaenda katika nguvu za chakula hicho siku arobaini mchana na usiku, mchana na usiku, maana yake masaa ishirini na nne Neno la Mungu linaendelea kusema kwamba hata akafika Horebu mlima wa Mungu akafika kunako pango, akalala ndani yake. Na tazama, neno la Bwana likamjia naye Elia, naye akamwambia unafanya nini hapa Elia? Akasema nimeona. Sasa sikiliza pointi ya muhimu hiyo, mwana wa Mungu, sikiliza pointi ya muhimu hiyo. Kuna pointi ya muhimu hapo, anasema kwamba Ana, Mungu anamuuliza kwa ajili ya Bwana Mungu wa majeshi kwa kuwa wana wa Israeli wameacha maagano. Anasema ameona, ameona wivu hali ya juu kwa ajili ya Bwana wangu, kwa ajili ya Mungu wa kweli, kwa sababu hao watu wameacha agano lako, maagano yako wameacha, wamefuata miungu ya bahari. Moyo wangu naugua, naona bora afadhali nisikae mbele yao nisikae kabisa machoni pao moyo wangu unaumia jamani Kuna, akasema narudia tena msali wa kumi, msali wa kumi akasema nimeona wivu mwingi kwa ajili ya bwana mungu wa majeshi kwa kuwa wana wa israeli wameacha maagano yako na kuzivunja madhabahu zako na kuwaua manabii wako kwa upanga nami nimesalia mimi peke yangu nao wananitafuta roho yangu waniondoe, wanaitafuta roho yangu waniondoe. Ina wivu mkubwa, Elia anasema na wivu mkubwa, hawa watu wameacha agano lako, wameacha agano lako, wameacha agano lako. Roho Mtakatifu akanifundisha kitu kuwa Mungu hawezi kutangua agano lake asilitimize kwa mtu wake, ikiwa ikiwapo ikiwapo kwenye patano. Mungu hawezi tangua agano la Bwana. Jana nikasema ya kwamba Mungu anamjibu mwanadamu kutimiza agano lake. Mungu hajibu mahitaji la mwanadamu kwa sababu analia, kwa sababu ana njaa, kwa sababu anateseka, bali Mungu anajibu. Ni Mungu wa magano, anafanya kulingana na agano na anafanya kulingana na kanuni. Na hapo nyuma tumetoka kuona kuwa, kama umepatana na Mungu, lazima atakuwa na wewe kila unakoenda. Eliya, pamoja na kujikatia tamaa, alikuwa bado hajaliacha agano la Bwana moyoni mwake. Eliya, pamoja na kuchoka, pamoja na safari yake imekuwa nzito, imekuwa ngumu, lakini bado alikuwa hajaacha agano la Bwana moyoni mwake. Moyoni mwake alikuwa anaugua kwa ajili ya agano la Bwana moyoni mwake, moyo wake ulikuwa unasononeka kwa ajili ya watu wa Israeli wameacha magano ya Bwana, amekaa katika pango kule Horeb. Mara Mungu anamtokea anamuuliza, Elia unafanya nini hapa? Anamwambia kwamba sikiliza, Mungu wangu, kama kufedheheka nimefedheheka. Moyo wangu na masononeko sio kidogo kwa sababu watu wa Israeli wameacha agano lako, na wamefata miungu ya Baali. Nimebaki na nabii peke yangu, ambaye nimesimama katika kweli, ambaye ninainena haki, ambayo napambana na watu wasikuwache wa wewe, wakurudie wewe. Lakini hata mimi niliyebaki, wanaitafuta roho yangu waniangamize. Wanaisisi sana, wanaitafuta roho yangu waniangamize.